Naitwa Osiligi yes, Kurusu Mollel, nitakuwa na uzinduzi wa albamu na nyimbo za injili. Karibuni sana Ingaraseru, kupata saidi, njoo moniki. Nitakuwa na waimbaji mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali kutoka maeneo ya Sale, Sonjo, Ngorongoro pamoja na nchi ya karibu jirani hapo Kenya, wasanii wengi watakuwepo. Najisikia vizuri. Nitajitahidi sana kumsapoti rafiki yangu makubwa, nitajitahidi pia, napenda pia mashabiki wangu. Unafanya muziki wa aina gani? Wa kikabila. Kabila gani? La Kisonjo na Kiswahili pia naimba. Okay, em tuimbie kidogo laiti, basi hatuwezi ukaondoka hivihivi. Na hmm, na okay, ha, ha, nyimbo wangu nae, nilioperform. Ok bana, tusimalize basi, ndo hivo. Lakini Lafoko mzee wa kuwa support pia wenzio vipi? Lafoko, naelezaje event ya msanii mwenzako pia kwa jina la Rafoko boy tena mara ya pili. Mimi ni msanii wa nyimbo za sonja song. Leo nimekutana na rafiki yangu Osiligi kutokea Ngarasero, ananiomba sapoti yake ya tarehe kumi, ya tarehe nne mwezi wa kumi mwaka huu, itakuwa ni Jumamosi. Rafiki yangu Osiligi, nitakwepo nitakuja kukusapoti na wimbo wangu moja unaosema mjene mjene tayari mjene. Pia nitakuja na rafiki yangu dada yangu naitigeni kutoka Sale, tutangusana kwa pamoja, tunapenda kumsindikiza rafiki yetu Osiligi. Yeah. Mungu akubariki na asidi